Karibu sana JJM Media Production, na kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel yetu hii, na tutakwenda kujifunza jinsi ya kufanya installation ya Cubase 5. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini katika kusikiliza kitu gani ambacho tutakwenda kukuelekeza. Kitu cha kwanza kabisa, unatakiwa uwe na programu yako hii hapa ya Cubase, then utakwenda kuextract hapa ku extract baada ya hapo utakwenda kukutana na ile file hapali takuwa limejitengeneza, then tutakwenda ku open ile file, then ndani yake tutakutana na ii file ambazo ziko sasa. Tutakachokifanya tutafanya ifuatavyo, tuta

Tutakuwa tunasubiria installation yetu imalize. Hakikisha unafanya kama nilivyofanya hapo. Subiria installation yako ikiwa inaendelea kumaliza. Baada ya hapo, utakuja ku, kama unataka kuifungua moja kwa moja, utabonyeza hapa, then utafinish takwenda kufunguka moja kwa moja baada ya kumaliza kufanya installation yako. Hii message itakayokuja hapa unaweza cancel tu, tayacha Cubase yako ikiwa inajitafuta pale iweze kufunguka. Tayari. Baada ya hapo sasa create, mpaka hapo itakuwa tayari mono taseti sandikadi yako. Ukimaliza hapo utaendelea kutumia.